Wao, cha usiku mke wangu, mbona unaniita kwa furaha hivyo? kuna nini? Nilikuwa naangalia simu yangu hapa, kuna kitu kimenipa amsha amsha. Kumbe tunaweza kutajirika. Ehe, tunaweza kutajirika kivipi? Maana nimeichoka hii hali ya umasikini tulionayo. Kuna mtandao mmoja hivi unaitwa weka picha.com, yaani huko watu wanatuma tu picha na wanapata hela za haraka. Kama masihara? We acha utani, ni kweli baby, Mi naona bora na sisi tufanye hivyo ili tupate pesa za haraka. Sasa kama ni kutuma picha tu, unasubiri nini? Leta simu, ni kupige picha, utume, tupate hela, maana haya maisha yenyewe yameshakuwa magumu. Hapana mke wangu, siyo hivyo, we hujanielewa. Sijakuelewa nini? Sasa kwa hiyo hata kupiga picha na kutuma ili tupate hela unashindwa? Mimi siwezi kutuma picha zangu za kwa sababu huo mtandao unahitaji picha za wanawake tu na picha zenyewe zinatakiwa ziwe picha fulani hivi ambazo zitaamsha hisia za watu. Nadhani hapo sasa utakuwa umenielewa. Hapana, bado sijaelewa. Yaani hiyo ndio shida yako, kichwa chako ni kigumu sana kuelewa. Jamani, namaanisha unatakiwa utume picha ukiwa haujavaa nguo, na kama hauwezi kutuma picha ambazo haujavaa nguo, unaweza kutuma picha ambazo umevaa nguo za ndani, lakini hizo malipo yake ni madogo sana. We Alexi, hivi uko sawa kweli? Kwa hiyo unataka mimi nianze kujiuza si ndio? Hapana mpenzi wangu, sio kujiuza. Hii kazi tunatakiwa tuifanye kwa lengo la kutafuta hela ya mtaji wa biashara, na tutaifanya kwa muda mfupi tu. Tukishapata hela ya mtaji wa biashara, tunaachana nayo. Na hiyo hela ya mtaji tunaipata ndani ya muda gani? Nadhani ndani ya wiki mbili au tatu tutakuwa tumeshapata hela ya mtaji. Ndani ya wiki mbili au tatu kwani malipo yakoje? Kwa picha moja wanalipa dola mia nne kwa picha moja, ina maana ukituma picha kumi hapo tunakuwa na dola elfu nne ambazo ni sawa na milioni kumi na laki sita na ushehe za Kitanzania. Picha moja ni dola mia nne, hiyo ni nzuri sana. Lakini Alex, mimi sidhani kama nitaweza kufanya hivyo, naogopa. Kumbuka hii ni mitandao. Picha zangu zikionwa na ndugu jamaa na marafiki, unadhani itakuwaje? Hebu acha uoga. Hakuna atakayeona. Yaani kwa kifupi, hakuna mtu anaweza kulipia hela nyingi kuona picha zako hapa nchini kwetu. Wazungu ndo wamiliki wa huo mtandao, kwa hiyo hizo picha watakaoziona ni wazungu tu. Alex mpenzi wangu, kwa kweli mimi naogopa sana. Usiogope bwana, naomba tuposti picha kumi tu kisha tuachane na hii biashara. Sawa, ngoja nijaribu lakini naomba uniahidi kuwa ni hizo picha kumi tu, kwa sababu mimi sipendi haya mambo kabisa. Nakuahidi bebi. Sawa, poa. Basi ngoja nikusajili kwenye huo mtandao alafu nikupige picha. Sawa. cha usiku, cha usiku. Abee, vipi bebi? mbona unaniita kwa nguvu hivyo? nini kimetokea? Jana si tulituma picha mbili? Ndiyo. Ehe, nini kimetokea? Huwezi amini, tumepata dola elfu moja mia mbili. Acha utani bebi. Sio utani bebi, ukiona picha zimelipiwa zaidi ujue waliozipenda ni wengi. Wow, kwani hizo dola elfu moja mia mbili ni sawa na shilingi ngapi? Hizo ni kama shilingi milioni tatu na laki mbili hivi za Kitanzania. Basi bebi, naomba tuache hiyo. Milioni tatu inatosha kabisa kuanza biashara. Cha usiku umeanza sasa, kwani tuliongea nini? Unasemaje? zinatosha kufanyia biashara wakati tunadaiwa kodi? Kumbuka tunadaiwa miezi mitatu ya nyuma na bado tunatakiwa tulipie miezi mitatu mingine ya mbele. Hiyo ni kama shilingi milioni moja na laki mbili, hapo bado hatujala. Hiyo milioni tatu haitoshi bwana. kwa hiyo kwa hiyo tuendelee na mpango wetu wa kupiga picha kumi, ili tukiacha tuwe na pesa za kutosha kufanya mambo makubwa. Sawa haya, jiandae ni kupige picha nyingine, yaani jipodoe upendeze kuliko ulivyokuwa umependeza jana. Yaani wewe unapenda sana hela. Haya, ngoja nijiandae. Cha usiku Unachati na nani usiku huu? Hamna, wala sichati na mtu yoyote bebi, nilikuwa tu mtandaoni na angalia angalia vitu. Hebu nipe hiyo simu nione. Hamna Alexi, acha. Leta hiyo simu. He, cha usiku, kumbe unachati na mbaba wa kizungu, na kumbe anataka muonane kwa dau la dola elfu tano kwa hiyo umemkubalia, si ndio? Hapana bebi, siusome meseji sijakubali. mimi nilikuwa nataka kumwambia hapana, sitaweza mm. hebu muulize kwanza anataka mkutane wapi, kama ni sehemu mnaenda tu kula na kuongea kisha anakupa hiyo hela. We nenda tu Alex. mimi siwezi kwenda kuonana naye cha usiku hivi. kwenda kuonana na mtu mkaongea kisha akakupa dola elfu tano unaona ni kazi ngumu? Wabongo wakiomba kuonana na wewe unaambulia kupewa elfu tano ya nauli, wakati huyu mzungu anatoa zaidi ya milioni kumi na tatu Jiongeze wewe. Sawa, ngoja nimuulize. Tunakutana wapi? Sawa, amesema ni kwenye mgahawa tu huko Masaki. Nenda baby, tukipata hiyo hela tunaacha kabisa haya mambo, hiyo hela ni ndefu sana. Sawa, amesema tutakutana kesho saa kumi na moja jioni. Sawa, andaa nguo nzuri. Sawa. cha usiku, umetoka wapi hadi unarudi nyumbani saa nane usiku? Jamani, Aleksi, wewe jana, si ulinishawishi niende kuonana na yule mzungu? Ni kweli, mimi ndo nilikushawishi uende ukaonane naye, lakini sikusema ukae naye hadi saa nane usiku. Mlikuwa mnaongea nini mgahawani hadi saa nane usiku? sikujua nia yake. Kumbe yeye ali ali nini... hebu malizia haraka. Kumbe hiyo hela ilikuwa ni pamoja na kufanya mambo mengine, mimi sikujua. Eti nini? kwa hiyo umefanya sasa? Ningefanyaje? Alexi alisema kama nikuongea tu angenipa dola mia moja, sasa ningeacha dola elfu tano? Kweli siamini kama umefikia hatua ya kunichiti cha usiku. Mimi sijakuchiti Alexi tena usinilaumu, maana mimi nilikataa, wewe ndio ulinilazimisha niende. Lakini mimi nakupenda sana Alex, hebu naomba tuache kabisa hayo mambo. Dola elfu tano nilizozipata hizi hapa zinatosha kabisa. Naomba tuachane na hayo mambo, tuanze maisha mengine. Kama umekuja na hela hapo sawa. Yaani wewe kipaumbele chako ni hela? Siku zote umenishinda tabia kwa kweli. Bila hela hatuwezi kufurahia maisha, mke wangu. Alexi. Niambie bebi, vipi? Sio salama kabisa, mimi naumwa. Unaumwa nini tena? Si uende hospitali ukapime. Hapana, nimeshajifanyia kipimo mwenyewe. Najua kwa nini naumwa. Kumbe wewe ni daktari siku hizi? Basi itabidi uajiriwe kabisa ili uwasaidie na wagonjwa wengine. Alexi, hebu acha masiara. Mimi niko serious. Kipimo nilichopima ni cha mimba. Wow! Usiniambie kuwa wewe ni mjamzito baby, bebi. Ndiyo, Alexi mimi ni mjamzito. Kwa kweli umeniheshimisha sana mke wangu. Hatimaye na mimi sasa nitaitwa baba. Na kitu cha kuvutia ni kwamba huyu mtoto anakuja kipindi ambacho maisha yetu ni mazuri sana. Shida ndiyo iko hapo sasa. Shida iko wapi tena mke wangu? Sina uhakika kama wewe ni baba wa huyu mtoto. Nini? Yaani hata sijui ni nani baba wa huyu mtoto, kati yako wewe au yule mzungu ulionilazimisha nikutane naye zaidi ya mara tatu. Mungu wangu, sasa itakuwaje? Itabidi umle tu hata akiwa mzungu huyo, si ndio ulionisababishia haya yote? <laughs>